Uh, salamu salimini wapenzi wasikilizaji na pia watazamaji wa chaneli hii Firstborn TV Show. Uh, niko kwenye kamera za chaneli hii leo ili tuzungumzie kitu ambacho nimekiandaa kwa leo. Leo acha tuzungumzie mikoholo, uh, hasia, vuruhu, uh, shida, matatizo ambayo yanaikumba familia nzima ya watu wa ulimwengu huu. Uh, we, kijana mdogo, una mipango ya kuoa. Tena kweli unapenda muoe mke ambaye atakuwa ni yule Biblia inayezungumzia, mke amejaliwa na Mwenyezi Mungu. Na kweli una lengo kweli la kuwa na familia nzuri, lakini lengo lako hasa utalifikia kivipi? Na kufikia lengo hili haimaanishi kwamba wewe ni muombaji kweli, uliomba Mungu akakupa kila kitu katika ujenzi wa familia ambayo utakuwa nayo. Mi naona sio hivyo, bali kitu kimoja tu ambacho kitakusaidia kuwa na familia nzuri, kufanikisha katika malengo yako ya familia ni hiki. Uchaguzi, umemchagua mwenzako kivipi? Mwenzi wa ndoa sio kitu cha kukimbilia. Ndugu zanguni, nisikilizeni. Unapofanya maamuzi mabaya katika mambo ya kuchagua mke, kuchagua mwenzi wa ndoa, utajuta maisha yako yote. Kwanza kabisa unaweza ukanunua gari, najua Gari, gari ukaliacha, kanunua gari lingine. Unaweza ukajenga nyumba, nyumba ikakusumbua, mara ikawa sijui na joto sijui kuna nini, ukahama kabisa. Lakini mwenzi wa ndoa, mke mke wangu, hey. Kweli kabisa. Unaweza ukafanya taraka najua, lakini kufanya taraka huko usiji ukadhani ni kitu ambacho kitakwisha. Hakitakwisha, na unaweza ukadhani labda kimekwisha. Kinapokwisha kinakuwa bado kinakufatiria, kina kwenye, yani kinavyokufatiria kina, hasa kinawafikia hata watoto wale mliozaa, yaani wanapatwa na matatizo, wanagongwa na, na majuto yaliyokufikia wewe, hata wanako yanawafikia, hata familia yako nzima, pale unapozaliwa kule, mme wako au mke wako anapozaliwa, hata wenyewe, hata wenyewe watakumbwa, watakutwa na matatizo hayo kutokana na jinsi ulivyofanya uchaguzi mbaya, kwa na jinsi ulivyo mchagua mwenzi wa ndoa vibaya. Itakuwaje ili uweze kufanikisha kuwa na mwenzi wa ndoa uliyemchagua na usije ukawa unapatwa na majuto? We mwenyewe utakaa ufikirie, kwa nini kwanza, kwa nini ni lazima nioe ama ni lazima niolewe kwa kipindi hiki kwa jamaa fulani kweli tumekutania kazini, amenipenda, amenionyesha upendo, lakini huo upendo ni wa kipindi gani? Ni wa muda gani? Anaweza kweli? Au mimi niko tayari? Tuache mambo ya kukimbilia, kukimbilia. Kwa mfano, tuchukue mfano, unapoona wenzako wanakimbilia jeshini. Kwa mfano huu, usije ukakimbilia jeshini kwa kuwa wenzako wamekimbilia. Unapoona wenzako wanahama mazingira fulani waliokuwa wanaishi, usije ukakimbilia mazingira hayo kwa kuwa uh, wenzako wamehama wamekimbilia. Na vilevile, unapoona wenzako wanaoa, usije ukadhani ni kitu rahisi. Najua vijana wengi tu unakuwaga na wapenzi chana wanaowapenda nanyi, mnaonesha na kwamba mnapendana, lakini vinatosha kujenga familia. Kupendana kwenu huko kunatosha kujenga familia. Uwezo upo wa kujenga familia, mimi na kipenzi na kama tumesha jenga familia, tutaweza kuilinda? Unayo akili ya kulinda familia hadi mpaka mkeo hadi mpaka mmeo akaridhika? Wewe jiulize, usije ukafata uweupe, usije ukafata mwili wa jimu. Nazungumzia wanawake hapo sasa Usiji ukafuata pesa zake, magari na majumba. Hivyo havijengi familia. Familia yenyewe itajengwa na nini? Itajengwa namba moja, kuridhika, kutosheka. Kile kidogo kinakuridhisha, au kikubwa kilicho hapo nyumbani kinakuridhisha. Kama wewe huridhiki na mke na uwezo na akili yake, jua uki, ukipenda au ukioa jua, utapatwa na matatizo tena mengi mengi sana. Kitu cha kwanza kikubwa sana zaidi iga kuridhika. Kama wewe huridhiki na mtu, kama wewe huridhiki na kitu, kama huridhiki na chochote kidogo mtu alichonacho au kikubwa mtu alichonacho, usije ukamfuatilia kumfanya kuwa mwanamke, usije ukamfuatilia kumfanya kuwa mmeo. Kwanza kabisa, jifunze kuridhika. Ukipata uwezo wa kuridhika, basi unajua taraka nyingi hutokea. Kwa nini taraka nyingi hutokea? Kwa kuwa wenzi hawawezi kuridhika, hawaridhiki. Ridhika na kile kilichopo, eh, kikubwa au kidogo, basi ridhika. Yaani moyo wako uridhike. Hapa naamini kila mmoja ananielewa. Kama uridhiki, basi turia, subiri wakati wako ufike. Ombea kuridhika. Kama huridhiki, jua taraka ipo, sio mbali, sio yaani haito kuchukua muda mrefu taraka, basi utakumbana nayo na ukikumbana nayo, kumbuka nimekwambia hizo ni hasara, hayo ni majuto ya maisha yako yote uliyobakiza hapa duniani. Mwenzi wa ndoa unayemchagua atakuwa wako milele, yani maisha yako uliyobakia hapa, uliyobakiza hapa duniani, atayamiliki utayamiliki vile vile. Kwa hiyo kuweni makini katika hayo mambo niyoyazungumzia. Asanteni. Ama huyo ni mpya kwenye chaneli yangu Firstborn TV Show, tondoke bila kufanya subscribe, jiandikishe kabisa, na tuonyeshe upendo wa kazi tuliyoifanya. Shukran kwa Helen, popote pale ulipo.